Moja kwa moja tuende mbele za Bwana tukaombe kwa ajili ya kuondoa mapando na vizuizi ambavyo vimekaa kwenye maisha yetu. Baba mtakatifu katika jina la Yesu. Ninalibariki na kuliinua mno jina lako e eh Bwana. Kwa sababu ninaamini ni jina kuu lenye nguvu na ni jina lipitalo majina yote. Nina sababu ya kusema asante kwa kutupa neema na kibali mchana wa leo kwa ajili ya kuleta ujumbe huu kwa watoto wako, na zaidi ya yote Bwana, kujifunza hata kwenye maisha yetu. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa yale ambayo, Mungu wa mbingu na nchi, tumekuwa sababu ya kuzuia zisifike zile baraka, kulingana na jinsi ambavyo tuliishi na watu au tunaishi na watu, na yale mabaya yaliyokuwa akiyawaza kuyapanda kwetu yakafanikiwa. Naomba utusamee e Bwana, naomba uturehemu e Bwana, naomba utuhurumie e Bwana, naomba ututakase kwa damu yako, naomba utusafishe mchana wa leo. Tunaungama mbele zako Mungu wangu na baba yangu, tukijua ya kwamba tumetenda dhambi na kufarakana na uso wako, lakini Bwana umesema kwako kuna rehema ili wewe uweze kuogopwa. Ni mchana mwema, tumejifunza kwa habari ya Bwana ya kuondoa vizuizi na mapando, na Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Ni kweli Bwana, tunakuomba sasa, tunakuomba Roho Mtakatifu, tunakuomba Mungu wa mbinguni, ukaachilia ile neema tena, Bwana, majira haya kwa ajili ya kuondoa mapando ambayo tumepandiwa, mapando ambayo yamekaa kwenye maisha yetu, mapando ya maneno yaliyoachiliwa na maadui, mapando ya uchawi yaliyoachiliwa na maadui mapando ya uganga yaliyoachiliwa na maadui mapando ya mizimu yaliyoachiliwa kwetu, yakatuzuia, yakakaa kwenye maisha yetu, yakakaa kwa watoto wetu, yakakaa kwenye uchumi wetu, yakakaa kwenye biashara zetu na kazi zetu na ndoa zetu. Baba tunahisi damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani iende kwa ajili ya kuondoa hayo mapando, mapando mabaya yaliyokaa kwetu. Damu ya Yesu ikaondoe, damu ya Yesu ikafute, damu ya Yesu ikahukumu, ika kila aina ya vizuizi ambavyo vimekaa kwetu mana tumemwona mtumishi wako Daudi aliposema ya kwamba watu wa jeuri wamemzunguka, watu wa jeuri wamekaa kwake, wakiyapotosha hatua zake, wakipotosha mawazo yake, wakipotosha maongezeko yake. E Bwana, ninakuomba ukatuondolea watu wa jeuri, ukatuondolea watu wa ubaya, ukatuondolea watu wenye hila, ukatuondolea watu ambao usiku na mchana wanawaza uharibifu, usiku na mchana wanasema ni lini atakufa. Ukatuondolee Bwana, kwa sababu wewe unazo nguvu, kwa sababu wewe uwezo wa kuwaondoa maadui zetu wa kuwaondoa watesi wetu wanaotuwazia mabaya wanaotuzuia kwa namna moja au nyingine. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo, tunaiomba damu ya Yesu ipite kwenye maeneo yote, ipite kwenye familia zetu, ipite kwenye kazi zetu, ikaondoe hayo mapando ondoa hilo giza ambalo limeachiliwa kwetu. Yako mapando ya mauti ambayo tumetembea nayo, tunakuomba e Bwana ukatutoe hapo, ukatukomboe hapo. Hiyo mauti situmeze, hiyo mauti siangamize biashara zetu, hiyo mauti siuwe ndoa zetu, hiyo mauti siuwe biashara zetu, zetu. E Mungu wa mbingu na nchi, naomba kwa tuondolee hayo mabaya yaliyoachiliwa na maadui, yaliyonenwa na maadui wakiwa njia panda, wakiwa makaburini, wakiwa kwenye maeneo mbalimbali mbali, wakisema habari zao mbaya wakitamka juu ya familia zetu, wakitamka juu ya maisha yetu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. E Bwana, tumekuona ukisema kwa mtumishi wa Mungu Paulo ya kwamba alikuja kwetu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akamzuia, lakini shetani akazuia. E Bwana, ni kweli, umekuja kwetu kwa njia ya baraka, umekuja kwetu kwa njia ya mafanikio, umekuja kwetu kwa njia ya neema, lakini shetani akazuia, lakini kuzimu ikazuia, lakini wabaya wakazuia. E Bwana, tunaomba neema, e Mungu, tunaomba neema ili tuweze kuwa mizabibu yenye kuzaa na zile baraka zikaongezeke kwetu, na zile baraka zikaonekane kwetu, na hayo mafanikio yafike kwetu. Maana alichokuwa akimaanisha Paulo ya kwamba aliuona uharibifu alipokuwa nakuja, hapakuwa na mtu ambaye aliweza kupokea, aliweza kusimama, aliweza kutenda. Nasi Mungu tunaamini ya kwamba kutoka siku ya leo tunakwenda kuimarika, tunakwenda kusimama, tunakwenda kufanikiwa, ili zile baraka zikatembee pamoja nasi, kwa sababu tumeona ya kwamba mlango mkubwa ambao umefunguliwa kwetu tena wa kufaa sana, lakini wanaotupinga ni wengi, wanaotuzuia ni wengi, wanaosema ubaya ni wengi. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, waondoe wabaya wachawi, ondoa kila aina ya miungu ya kona, kabila inayotuzuia njiani, inayotukwamisha njiani, inayowapa inayotu, kwa siri, kwa ardhi na nje kwa ajili ya kutuzuia, kwa ardhi na mbingu kwa ajili ya kutuzuia. Tusaidie Bwana, tuondoe Bwana, tutoe hapa Mungu. Walipotuweka kwenye mabaya yao, walipotuweka kwenye giza lao, walipotuweka kwenye laana zao, walipotuweka kwenye mauti zao, naomba ututoe, naomba utuamishe naomba utusaidie, naomba ututetee, hayo mapando yasiendelee, hayo mabaya yasiendelee, na hivyo vizuizi vikaondoke, vizu na hayo mabaya yakaondoke, vizuizi vizu vizu, magonjwa toweka, vizuizi vizu vizu, mauti vizu vizu, toweka, vizuizi aibu toweka, vizuizi vizu vizu, umaskini toweka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti kila aina ya vizuizi, kila aina ya vizuizi, madeni tuweka kwetu, kila vizuizi ambavyo vimesimama kama roho ya kukosa ada, tunang'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo tunaondoa hivyo vizuizi kwenye biashara zetu. Wameachilia hata kimaya, wameachilia uharibifu, wameweka unajisi, tunashindwa kuendelea ondoa vizuizi kwa damu ya mwanakondoo, tunaondoa vizuizi kwa damu ya Kristo Yesu. Bwana, tunaondoa vizuizi ambavyo vimekaa kwetu kwa miaka mingi, tunakataa chini ya mfumo wa kwao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali yalihai kwa damu ya mwanakondoo. Mungu tunakushukuru, Baba tunakutukuza. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe usiyetuacha tukaangamia, wewe usiyetuacha tukapotea. Tunaomba neema yako, tunaomba msaada wako, usitupungukie Bwana, usituache Bwana. Hata mtumishi wako anayefuatilia ujumbe huu, naomba e Bwana asipungukiwe, naomba e Bwana usimu na ambaye Bwana usinyamaze, amezuiliwa ya tosha, amekwama ya tosha, mapando yamepandwa ya tosha. Ukamtoe hapo Bwana, ukampeleke viwango vingine, ukamwondolee hayo mabaya na madhara yatokanayo na hayo mapando, roho za ufitini, roho za kufitinishwa, roho za kuneneana mabaya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyehai, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, tunaiomba neema yako isitupungukie, tunaomba mkono wako usituache Bwana tunapokuita Mungu hata sasa, uwe pamoja nasi. Saidie mama huyu na baba huyu, saidie kijana huyu wa kike na wa kiume, saidie Bwana kila anayekuita, ukaonekane kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea sifa ye Bwana na utukufu, kwa sababu ni wewe peke yako ka unastahili. Katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru amen. Basi ikiwa unaendelea kutufuatilia Unahitaji ushauri, unahitaji maombi na unatamani kupanda sadaka yako kwenye madhabahu hii ya Mungu aliye hai, basi tuwasiliane kwa simu namba 0784 46 36 36 0784463636 na Vodacom namba 0757812236 07 Tano, saba, nane moja mbili mbili tatu sita. Mungu akubariki sana.